kwa sababu ya network yetu, ndio umeona marafiki wetu wengi wamekuja kutuchangia hapa, kutoka Taita Taveta, kutoka Kisii, kutoka kila mahali. Kama hauna urafiki hauwezi kupata vitu kama hivi. Kama hauna uhusiano mzuri Mheshimiwa Rais hawezi kukupatia kitu chochote. Watu ya Bungoma mnasema aende akuje, yeye anaweka mbele ukabila, anaweka mbele shares. anakuambia yeye ni maumau, anakuambia yeye sijui alikuwa nini. Ninyi mmewahi kumuona hapa Kimilili, hapa hapa tu mahali tuko, mmemuona yeye? Hata hii wamama warembo hivi kukuja kuwafanyia maendeleo kidogo, amewahi kufika hapa hata hii hii shule nzuri mrembo imejengwa, hata angekuja kuchenga toilet, pengine tungemkumbuka yeye. Amewahi yeah, yeah, kufika hapa <tipulis> nikuhakikisha ya kwamba tunashikanisha Wakenya pamoja na pia tunawasaidia kwa biashara yao, ni wakuwa na pesa ya kuendesha shughuli ya maisha ya familia yao, wale wengine waokora ambao wanazunguka wakigawanya nchi <tiple> mimi, nikipenda kuwambia hivi, Mungu na wananchi wakikupatia nafasi yeyote ile, wewe ukuwe mjumbe, ukuwe gavana, ukuwe seneta, hata ile naibu rais ile ya zamani, mimi nimpenda kuambia watu hao kwamba Wakenya hawatakumbuka nafasi ambao walishikilia. They are very many Kenyans who are equally qualified to occupy the position they are occupying today. Lakini wa Wakenya waliwakumbuka vile walipotumia nafasi hiyo kubadilisha maisha ya wananchi wa Kenya ambao Mungu ametupatia. We promised you that we will build modern markets. And when we build modern markets, we will have an economic empowerment program. Under the bottom up economic transformation agenda that will empower ordinary Kenyans who have been small-scale business owners to become real stall and shop owners in the markets we are building. And that is where we are here today tukawaahidi rais akakuja hapa nakumbuka tulikuja hapa hata governor akatupikia breakfast hapa kwake tukakuja tukawaomba kura Rais akawaahidi atawajengea manyumba ya kisasa. Mumeona hao manyumba yakiendelea Kenya mzima, mumeona zinajengwa Nairobi zimekamilika, zimepewa watu ambao wangekuwa na nafasi ya kuwa wenye manyumba Nairobi, Homabay, mmeona juzi wengine wamepata Kisumu vile vile. Hivi karibuni Rais anakuja kufungua na kuhanova manyumba za hapa Bungoma kaunti pia, ili hata watu wa Bungoma waishi kwa manyumba ya kifahari Kweli si kweli? hiyo manyumba wenye wanaishi kwa manyumba ya ghorofa hata kuwa analima kwa hiyo nyumba ya ghorofa. Ukweli si kweli? wewe kama mkulima ni wewe unalima kwa shamba, wewe kama mama mboga unanunua ile chakula ya mkulima unapeleka kwa soko ya kisasa, unaweka kwa stole yako, alafu mwenye ghorofa anashuka kutoka kwa ghorofa, anakuja kununua kwa mama mboga. That was the essence of the bottom up economic transformation agenda. Na mtu wa Bungoma ni Mkenya kama yule Mkenya ako Mlima Kenya, ako Kisumu, ako Nairobi. Kweli si kweli? Ndio tumewaambia ile siasa wanafanya ya kujaribu kutugawanya sisi wa Kenya kwa misingi ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya uchochezi Siasa ya kupiganisha watu, siasa ya kusema watu wakichangiwa pesa iko makosa imefanyika. Sisi tunawaambia nyinyi, tumieni pesa zenyu kusonga na magari, sijui kutoka wapi kwenda wapi, mukichochea Wakenya, mukitishia Wakenya eti ya kuwa ile vita Wakenya waliona 2007, 2008 wakiwemo watu wa Bungoma wakaumia wakapata maafa mtu anajiita kiongozi anataka atuambie ati ile maafa tuliona 2007, 2008 was a Christmas party we are yet to see more bloodshed in 2027 we want to tell you shame on you shame on you because the people of Kenya will never ever again fight because of politics. They will never fight

ndio tumewaambia ile siasa wanafanya ya kujaribu kutugawanya sisi Wakenya kwa misingi ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya uchochezi, siasa ya kupiganisha watu, siasa ya kusema watu wakichangiwa pesa iko makosa imefanyika. Sisi tunawaambia nyinyi, tumieni pesa zenyu kusonga na magari, sijui kutoka wapi kwenda wapi Mukichotea wa wa Kenya mukitishia wa Kenya eti yakua ile vita wa Kenya waliona 2007, 2008, wakiwemo watu wa Bungoma wakaumia, wakapata maafa. Mtu anajiita kiongozi, anataka atuambie ati ile maafa tuliona 2007, 2008 was a Christmas party we are yet to see more bloodshed in 2027.

We want want to tell them Kenyans want a peaceful and progressive country. Vidole mbili inamaanisha tuta, tuta ya William. Kikundi cha machungu, kikundi cha hasira. Ukiona mtu mtu amefura, husu unaweza, sio mtu atapasuka kesho? Ya kwanza, nawambia waende hospitali because hiyo pressure na hasira ni mingi sana hiyo machungu ni mingi, mtu anaongea mpaka sauti naisha, anaendelea kuongea kwa sababu hasira ni mingi. Lakini hata nyinyi muwasamee, hasira inaeleweka. Mmoja ni ule impeached. Alimaliziwa impeached. Mwingine alikuwa anauzia watu mbolea ya mchanga, mnajua yeye, akafutwa kazi. Mwingine stori yake hata alienda kule Tanzania akashika kafukuzwa, akaambiwa hata sura yake ina hofu, akafukuzwa akarudishwa Kenya. Na mnajua hao wote, mwingine si mnajua ni, ni jamaa wa hapa kwenu nyumbani, na mnajua kwanza, unasikia wanapanga kukutana kwa maboma. Juzi walikutana kwa ule jamaa wa Munyoro, kwa boma wakatusengenya, wakatoka hapo wakaenda kukutana kwa ule jamaa mwingine, sijui watermelon wakatupiga wakatutusi. Wakiwa huko hakuna ajenda nyingine. Saa hii wamekosa boma ya kwenda, kwa sababu nasikia hapa ndio kokra unis, na nimeambiwa hakuna nyumba hapa. Sasa hawezi hena mahali, kwa sababu hii area nasikia hakuna nyumba, because lazima waende kwa nyumba. Sasa wamebaki kwenda kwa barabara, kwa barabara leo wanazunguka kwa barabara all over, hasira hasira. Hata wewe nikikuuliza sasa hivi ukiambia Ruto wantawa ile saidi ingine, nani anakaa sura ya rais? Hata sura tu wacha maneno mingi sura kwanza. Unajua saa zingine watu wengine wanatupenda mchezo. Unatuambia one time lakini kwa sisi unatuambia one time. Alafu weka hiyo group moja, uwaweke upige picha. Angalia mtu anakaa sura ya rais. Angalia. Kama ni ule jamaa wa kufungia longi hapa juu hawezi kuwa sura ya rais. Anashinda koti kubwa akika kaa vizuri jamani kutupe. Kaa vizuri kila saa. Hawezi ana sura ya rais. Hawezi simama kiti. Unajua suri koti yake anapenda kupandisha juu, iko hivi kubwa, so kazi yake kurudisha hivi, akiongea inaenda hivi, so koti inaongea. Kaa vizuri ama nikutupe. Kaa vizuri ama nikutupe. Kaa vizuri ah, ebu angalia, umeweka wote. Ukiangalia yule mama mwingine, sijui mara Karua, anakaa sura ya rais kweli? Huyo mtu ulikitia anakaa sura ya rais nani basi, hebu tuambie ni nani. Angalia tu hiyo watu wote, uniambie nani anakaa sura, yaani wenye wewe proudly unaweza simama useme my president ndio huyu. Angalia angalia hiyo sura, hakuna mtu anakaa sura, hata titi masi anakaa hata sura ya rais? Kulisha kwa wote hao watu wote iko sawa, iko sawa, iko sawa, iko sawa tunawaambia, wacha asira, endeni hospitali endeni madhare magare hili taruka bwana. Na hii kitu wewe mwana na hii watu ya shares ya kusema wanataka kila kitu iende katika sehemu fulani, sisi tunakataa maneno hiyo. Tunasema tunataka kama ni maendeleo ikuwe ni maendeleo ya kusaidia watu wote katika jamii ya Kenya, kwamba tuko na barabara ambayo inasaidia Kenya sana katika uchumi, barabara ya kutoka bandari ya Mombasa ikuje ipite hapa Kanduyi iende mpaka Malaba. Hii barabara ndiyo kitega uchumi ya Kenya, inaitwa Economic Artery of the Republic of Kenya, ndio inapeleka mizigo Uganda, South Sudan, Rwanda, Burundi, Congo na kwingineko. Lakini katika viongozi wote wa nchi hii, kuanzia hayati Jomo Kenyatta, Rais Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta, hakuna yule ambaye ameangalia hii barabara ndugu yetu, kutoka hapa Kanduyi mpaka pale Malaba. Kila wakati kuna mshikamano wa magari. Yule kiongozi ambaye ameangalia barabara hii na amesema ataitengeneza, si mwingine ni William Samoei Ruto.